Mi naitwa Mbaramadi mtumbadi, sauti aradi, mzoe a itikadi, napiga makonzi bila idadi. Mi ni mtoto wa pekee kwenye hii familia ah, na pia unamona hapa nikachokolado. Tumekakota kwa majarani tumekaleta hapa tukastili, wala na udugu wowote na sisi mm -hmm. na ye kakampola. naitwa nani? maana unaonekana mstaarabu na sio hata mwongeaji na mimi huwa napenda marafiki wa starabu kama wewe, kwa sababu siwapendi watu unaongeongea sana. Alafu mi naitwa Nurati, sijui wewe unaitwa nani? Unaitwa? Ah, Kasongo. Aha, Kasongo, nimefurahi sana kufahamu Kasongo na kwa jinsi uko kwa mpole, tutakuwa marafiki wazuri sana. Karibu sana, wapenzi wa Huyu ni Nani. Kasongo amepata msichana anaipenda, lakini kaka mkubwa wa Kasongo ndiye aliyekuwa anampenda pia. Munaweza kujiuliza itaijisheje hali hii katika episode ya 18, na lakini inayoonekana itakuwa nzuri sana, musikose kuitazama. Nakumbusha bonyezeni subscribe, uh, pikeni like na andikeni mayoni yenu kwenye komenti. Nawapenda sana, tutaendelea kuwa pamoja na nyi kama wapenzi wa filamu itwayo huyu ni nani. Yule msichana hakujali kile ambacho kaka yake Kasongo alimwambia, bali alimuuliza Kasongo chakula atachakula, huku akitabasamu kwa furaha kwa sababu ya, ya kumwona Kasongo.